Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani imekamilisha mashambulizi katika maeneo matatu ya nyuklia nchini Irani, ikiwa ni pamoja na Furdo, Natanzi na Esfahan. Furdo imeenda, aliandika Trumpu kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa jukwaa la ujasusi la kijamii namnukuu, tumekamilisha shambulio uh, letu liliofanikiwa sana kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Irani ikiwa ni pamoja na Fordo na Tanz na Esfahan. Ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Irani, aliandika kwenye mtandao wa Trohi. uh, Trump aliongeza kuwa mzigo kamili wa mabomu uliorushwa Fordo na ndege zote zilikuwa njiani kurudi Marekani. Ndege za kivita za Marekani B2 ndizo zenye uwezo wa pekee wa kupiga makombora kwa kufikia maeneo ya nyuklia ya Irani yaliyopo chini ya ardhi. Tayari kundi la wapiganaji la Palestina la Hamas limetaja shambulizi la Marekani dhidi ya Irani kama uchokozi wa wazi. Katika taarifa Hamasi imesema kwamba shambulizi la alfajiri ya Jumapili hii kwenye vituo vya nyuklia ni uvunjaji wa sheria za kimataifa na ni tishio kwa usalama wa kimataifa. Hamasi ilivamia Israeli Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na kuwaua watu elfu moja mia mbili Jeshi la Israeli limekuwa likiendesha operesheni ya kivita ndani ya Gaza tangu mwaka huo ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu elfu hamsini. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Seyed Abbas Alagash amelaani shambulizi la Marekani na kusema kuwa ni la kuchukiza na anasema Irani ina njia zote za kutetea uhuru wake, na mnukuu, matukio ya asubuhi ya leo ni ya kuchukiza na yatakuwa na matokeo ya milele. Kila mwanachama wa Umoja wa Mataifa lazima ashutushwe na tabia hii ya hatari sana isiyo ya kisheria na ya uhalifu, ameandika kwenye mtandao wa X.